Jina langu naitwa Mwanahalima Amuri, mkazi wa Kisauni. Kwa kweli tumejisikia faraja sana leo kuitwa na Mheshimiwa Rais. Tunaona kwamba uongozi ni uongozi ambao unaoacha alama. Kwa kweli tunashukuru sana kwa miaka iliyopita, na sasa hivi tunaona kwamba serikali inatujali sana sisi wazazi na watoto wenye ulemavu. Sisi wazazi wenye watoto wa walemavu au walemavu mchanganyiko tunaomba kwanza, serikali iwe karibu, iitambue iwe uwepo wa watoto hawa wa, wa walemavu sehemu mbalimbali, ili kutuwekea ulinzi kwa watoto hawa, na pia vilevile serikali kupa kuwasomesha wazazi ni jinsi gani ya kuwa nao karibu, au jinsi ya kufanya ili kuepuka na changamoto hizo za vurugu wanaoshajiisha ukosefu wa uvunjifu wa amani. Kwa kweli, tunawambia kwamba wasifanye hivyo. Sisi n Zanzibar ni nchi yenye amani, na tuzidi kuilinda amani hii, kama anavyosema kauli mbiu ya rais kwamba amani ndio kitu muhimu. Tunashukuru sana.